wa serikali ya kitaifa kuhakikisha inafanya vikao na walimu wa vyuo vikuu ili kusuluhisha matakwa yao na kusitisha mgomo, ili masomo yaweze kuendelea na wanafunzi kurejea darasani. Kasisi wa Kanisa Katoliki Julius Muthamba kutoka Jimbo la Kitui amewataka viongozi wote kupeana heshima na kuendeleza siasa za amani. Wale wa vyuo vikuu ambao wako kwa mgomo kwaomba, ili kukuwe na mazungumzo kwa serikali na hao walimu hili waweze kupatua ile ambayo wanataka na waweze kurudi kusomesha watoto wetu. Tuhimiza watu wetu ili wakati wa kuchukua kura watoto wetu wachukue kura na watu wale wengine wana kura, ili wakati ukifika wa kuchanguana tuweze kuwa na uchanguzi mzuri. Tuomba wale ambao wanaomba kura, ikiwa ni saa mashinani, kama saa MCA na hizo zingine tungependa kura ya amani. Wacha watu waache kutuhusiana ama kuharibiana majina, waache mtu aseme chenye atafanyia watu na waache ile kingereza inaitwa character assassination, kwa sababu hiyo haitasaidia. Na mwisho kusema, tunatayarisha kwa mashujaa day na tunaomba watu wote wakitui, tukaribisha serikali ikuja huku kwetu, kwa sababu hii ndio mara ya kwanza tangu uhuru mashujaa day kuja hapa kwetu na ni muhimu sana kwetu na kwa watoto wetu, na twaomba hili na serikali waweze kuendelea kutufanyia maendeleo. Kuna miradi mingi imekwama, hii njia ya kibwezi kitui mwingi bado inaenda polepole pole, tunaomba hili iweze kuharakishwa. Kuna miradi mingi ya manji ijafanywa, twaomba wakati rais anakuja na yeye atimize yale alituahidi, ya kutuletea maji, kutuletea kutuletea affordable housing jia na kuleta pesa ya watoto shule.